ajalie vikao vyetu hivi. Tupo kwenye mchana wa mwezi kumi na tisa Ramadhan, siku yanakwenda kwa haraka sana, na kwa namna hiyo hiyo ndipo uh, na, na baada ya mchana wa kesho uh, bimashiatihi wabitaufiqihi, itakuwa tumeshaingia kwenye kumi la mwisho la mwezi mkufu wa Ramadhani. Na wa namna ambayo masiku yamepita, unaweza ukafikiri labda hii ramadhani ni kwanza kwanza, lakini hakadha ivyo masiku yanavyokimbia. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na inaya khaswa anapoingia kwenye kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Aisha radhiyallahu anha wa an abih, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ilipokuwa inaingia kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan, alikuwa anajitahidi jitahidi, kwa namna ambayo hakuwa anajitahidi

Lakini inapoingia kumi la mwisho mwezi mtukufu wa Ramadan alikuwa anajitahidi kwa namna ya kipekee kabisa, kwa namna ambayo akakuwa akifanya katika makumi ya ma, makumi mawili yaliyopita kabla yake. Na bibi Aisha radhiallahu anha wa an abiha amesimulia pia namna ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitahidi. Alisema inapoingia kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anahuisha usiku wake, na maana ya kuhuisha usiku ni kufanya ibadati usiku mzima, ingia usiku, salatu la isha ikasaliwa muda mchache kabla ya alfajiri kwa ajili ya kula daku. Kwa hivyo alipokuwa anafanya Mtume Muhammad swalla Allahu alayhi wasallam inapoingia kumi la mwisho, na ndio usiku ni kwa sampuli tofauti tofauti za ibada, ikiwemo swala, ikiwemo kiraatul Qur'an, ikiwemo adhkar wa dbuaa walikuwa wanahuisha siku nzima kwa ajili ya ibadati. Hata masahaba allah walipokuwa wanasimama nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanahadifia, walikuwa wanadhani ya kwamba kutakuwa na muda aaasaa, alikuwa anarefusha kisimamo siku nzima

ihya laila alikuwa anafuisha usiku wake, lakini vilevile alikuwa anafunga kibwebwe chake. Shadda mizara ni kufunga kibwebwe, kujitahidi kwenye ibadati, na kufunga kibwebwe pia kutafsiriwa kwa maana ya kujitenga na wakezi. Hakuwa anakaa na wakezi, kwa maana alikuwa anafanya itikafu msikitini, hakuwa anagusa yoyote katika wakezake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikusanyiwa wake wengi, lakini labda ingia kumi la mwisho alikuwa anajitenga na wakeze, anakaa itikafu, hakuwa akigusa, sababu miongoni mwa mambo ambayo yanabadilisha itikafu ni mtu kumgusa mkewe. Allah Tabaraka Ta'ala anasema wala taqrabu hum wa antum aakifuna fil masaajid siwa karibia wake zenu ishara ya kugusa hali ya kuwa nyinyi mmekaa itikaf kwa shadda mizara imetafsiriwa pia kama kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitenga na wakeze kwa sababu alikuwa anabaki itikaf kumi zima la mwisho kwa ajili ya kupata faradhi ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, na ndio e maana miongoni mwa mambo yaliyosuniwa kufanya hasa hasa kwenye kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani ni kukaa itikaf, na itikafu ni kubaki msikitini, kujilazimisha kubaki msikitini ukafanya ibadat ukajitenga uh, na yale mengine yaliyopo nje. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaingia itikafu na kuanza tu la mwisho hawezi kutoka Ramadhani na kutoka baada ya salatu alfajiri ya siku ile ya, ya Eid. Na sisi ni watu dhaifu sana, Allah al-afya wassalama, lakini wanazuoni wamejuzisha pia zile itikafu, juzuiya la itikafu za vipande pande, mtu akapata muda wa saa moja akaweka niya ya itikafu ikawa imejilazimisha kwa ajili ya kufanya ibadati, kupata masaa mawili a kupata muda baada baina ya adhuhuri walasri. Eh, ahaa. Lakini itikafu ilikuwa kwa HM Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni baki msikitini muda wote na wa kumi la mwisho. Nyingine pia alikuwa anawaamsha wakeze, alikuwa nawaamsha wakeze na alikuwa wa wa anawaambia amkeni enyi mliomo katika hivi vyumba, huenda yule aliyekuwa amevaa hapa duniani akawa hana nguo. Aya alikuwa anawaamsha vile vile vilevile wakeze mpaka nao wapate uh, chembechembe za zile barakat na khairat zinazopatikana katika kumi la mwisho na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa awaamrishe uh, uh, uh, wakeze kuswali. Na hii ni nchi ya Ramadhan siku a mbili inapoingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, Allah anasema wa'mur ahlaka biswalati wastabir alayha, waamrishe wa kezo kuswali na wewe endelea kushikamana na hiyo swala, la nasaluka risqa nahnu arzuku al aqibatu lit taqwa, sisi hatukuombe riski yoyote Bali sisi ndio tunakuzuku wewe na kushauri wema ni wale ni ule wa wachamu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameamrishwa au amrishwe wakeze kuswali. Na hata alipoenda kumwamrisha Aisha, mamba ewe Aisha, simulisha swala. Aisha mwenyewe alikuwa anauliza kama sitaswali mimi ataswali nani? Mtume anamwambia nimeamrishwa na Mola wangu, ni kuamrisheni kusimamisha swala. Kwa hata katika kumi la mwisho tunapo kufa Ramadhani Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaamsha wakeze kwa uh, ajili ya kuswali. Sasa, hmm, unakuta ile baba mwenye nyumba uh, ni m huwezi kushangaa matokeo ama result ya wale uh, wakeze ama mkewe kwa yeye mwenyewe uh, hana himu huwezi kukuta muda mwingine uh, hata wakeze au mkewe au mabinti zake ambao wako majumbani upande wao vilevile wanasimamisha ana swali. Wakati ya Allah tabaraka wataala amemsifu Nabi llahi Ismail na imekuwa sababu ya kuridhia kwa sababu alikuwa ana amrisha wakeze kuswali na kutoa kutoa zaka. Allah anasema wa wakur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiya <coughs> na mtaje katika kitabu Ismail kwani iye alikuwa ni, ni mkweli wa ahadi na alikuwa ni mjumbe tena mtume. wakana yaamuru ahlahu bisalati wa zakat wakana inda rabbihi mardhiya, na alikuwa nawaamrisha wakeze kuswali na kutoa zaka na akawa kwa Mola wake Mlezi mwenye kuridhiwa. kuli kuwaamrisha wakeze kuswali na kutoa zaka pia imekuwa ni sababu ya yeye kuridhiwa na Allah Tabaraka wa Ta'ala. Unamita mume mwingine yeye mwenyewe kimeaba na, uh, kuswali, unakuta pia hata zile sababu za yeye kuridhiwa na mume wake pia huwa zinapita. Kwa hakika anapoingia kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan alikuwa anahuisha siku nzima uh, kwa ibadati. Na Mtume Muhammad sallam kama ni dhaifu sana kwenye, kwenye kufanya hilo jambo. Lakini ibada nyingine pia zina ujira mkubwa kama mtu atakusudia kweli kufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah kwa uadilifu wake, hata zile ibada ambazo katika hali ya kawaida mtu yeyote anaweza kufanya mtmhasala anasema ala udhabiukum bikhairi amalikum, hivi je ni swahi habari kuhusiana na bora ya matendo yenu, waaskaa inda maliku aha fi darajatikum, na tendo ambalo lina utakaso zaidi mbele ya muna wenu ufalme wenu, na tendo ambalo linanyanyiwa zaidi la daraja zenu, wa khairullah, na tendo ambalo ni bora kwenye min infaqi dhahabi walfidda, kuliko kutoa fedha na dhahabu, kutoa kama sadaqat. Wa khairu lak, na ni bora hilo tendo min an talqau aduwakum, kuliko kukutana na adu yenu. Tadribuna anaqa, na kata shingo zao, wa yadribu anaqa, na wao wakakata shingo zenu. Areu tuambie tendo gani ni kule kubaki na kumtaja Allah tabaraka wataala. Kwa kumtaja Allah tabaraka wataala, ibada nyepesi inayofanywa na ulimi na katika hali ya kawaida. Uh, kila mtu anaweza kufanya, tajiri maskini, mwanamke mwanamume, tena katika hali zao zote anafanya adhkari. Kifanya ukiwa na udhu huwa ni aula sahihi, lakini hata kama una udhu hauwezi kufanya hauwezi kufanya adhkari kwa mkubudifu wake. matendo haya

mtu tukusema subhanallah walhamdulillah, tayari hilo tendo ujira wake linajaza miza. Katika mapokezi mengine anasema, subhanallah walhamdulillah samai mabain, tukusema subhanallah alhamdulillah, inajaza ujira wake baina ya mbingu mbi. Adabu ziko cool. nyingi sana kama mtu, na ni nyepesi bifadhlillah. Kama mtu atakuwa kweli anataka kudiriki labda kile alicho kikosa kwenye makumi mawili yaliyopita basi kumi bora liko uh, mbele yake, na kama akijitahidi vizuri na kamuomba Allah mpe tawfiq basi bi idhnillah uh, atapata khairat zake. Jingine wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya kufa kuli kudiriki ni Lailatul Qadr, usiku wenye wenye cheo. Usiku wenye cheo ni usiku ambao Allah tabaraka wa taala ameficha katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndio maana wanazuoni wengi wasema miongoni mwa sababu ya Muhammad aa sallam waki tiqa pale msikitini kwa sababu ya pupa yake kuidiriki Lailatul Qadri. Hadithi ziko nyingi sana ambazo zinaelezea Lailatul Qadri ni lini lakini ala kuli hal min haithu jumla, siku ya lelatulqadri imefichwa katika kumi la mwisho wa Ramadhan na yashukiwa kutokea zaidi katika yale ya witri ya kumi la mwisho azir siku ambayo yanashukiwa zaidi

Wama adraka ma lailatul qadri, na kitu gani nakujulisha ni huo usiku wenye cheo lailatul qadri. Khairu min alfi shahr, huo usiku wenye cheo ni bora kuliko miezi alfu moja. Maanaha ile ibada itakayofanyika katika ule usiku utakaosadifu wa lailatul qadri, hiyo ibada ujira wake yalipwa kama kwamba mtu amefanya kwa muda wa zaidi ya miezi alfu. Kwa askari yako atakayofanya ikasadifu, umefanya kwenye usiku wa Lailatul Qadri, ujira wake ni kama kwamba umeifanya amali hiyo kwa muda wa zaidi ya miezi alfu. E, na huo ni wana takriban karibu miaka themanini na tatu mbili yule ambaye atakuwa tawfiq ya e kusimama nusu usiku kwa mfano au nusu na thuluthi yake au wakawa wamepata muda wa usiku mzima kusimama na kuleta aka atakuwa amekusanya hairati nyingi kiasi, fadhila ambazo hazienyehali. Ya kawaida hawezi kutamani muumini yoyote kukosa hizi fadhila za usiku wa Lailatul Qadri. Muda mwingine inashangaza kumkuta mtu anategea ana, kwa maana ana, ana, ana, ana, inaitwaje katika lugha ya kawaida yani swacha kuzembea, anaotea yani anasubiri uh, ana hezo, anavizia kwamba anavizia siku so, fulani. Hii ndiyo itakuwa yenyewe, hii kitu ambacho kuna possibility kubwa ya kukosa. Baamu. Na kama ingilikuwa aa, ya julikana bil hakika kwamba hii ndio siku yenyewe, basi singelifichwa hii siku katika hili hili kumi. Na kabla ni ilikufsa na Allah tabaraka wataala anataka aone ni wapi kwa kweli kwenye kitafuta hili. Kwa <tutu> kuvizia ni jambo ambalo linashangaza hasa kwa miezi zama kutoa, tukifika labda mwezi 27 kwa mwezi ambao watu wanakusanyika na, na kupika ibada nyingine wa hakadha wa alafu wanazembea kwenye, kwenye masiku mengine, pamoja na kwamba usiku wa ishirini na saba ni miongoni mwa masiku ambayo anashukiwa na Laylatul Qadri, na pia ni usiku wa witri uh, lakini kuvizia na kuzembea kwenye masiku mengine si namna ambavyo Mtume SAW amefanya na masahaba wake wala yeye hakuelekeza kwamba watu wavizie ni siku gani. Kwa kuna ujira mkubwa sana kwa yule ambaye atapata uh, tawfiq ya kusimama fanya ibada Qadr, na anayefanya ibadati kwenye mausiku yote ya hili kumi la mwisho, bila shaka na bila shaka maana yake, no doubt atakuwa amepata Lailatul Qadri, kwa sababu haita haitaacha kupita kwenye mmoja ya haya masi a takuwa tayari tumeshaingia kwenye usiku wa Lailatul Qadri. Bi Aisha radhiyallahu anha alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama akijua amediriki ule usiku wa Lailatul Qadri aombe nini. Akamwambia aombe dua maruf hy innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, unapenda kusamehe basi, na mimi samehezaona mtu ni dua ndogo dhaif, lakini ni dua iliyokusanya kheri zote za duniani. Mtu mwingine akipata nafasi, yeye hamu yake ni kuomba dunia yake lakini mtu anapoomba uh, msamaha huyo manake amepunguziwa ya mizigo yake aliyobeba ya katika mgongo wake na dhambi yake aliyopita, Allah tabaraka taala huyafuta uh, kabisa, kwa sababu Allah ana sampuli tatu za kufuta madhambi ya mtu. Sampuli ya mwanzo ni kule mja kufanya dhambi ikaandikwa kitabu chake, kisha akaomba istighfar Allah akamsamehe, akaandika ile istighfar yake ndani ya kitabu chake. Ndiyo maana ya kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adhambu la yunsa, dhambi haisameheki kwa kama umefanya dhambi itaandikwa kwenye kitabu chako kisha ukileta istighfar itaandikwa pia separate kwenye kitabu chako. Kwa hiyo ni sampuli moja ya Allah kumsamehe mja wake, lakini nyingine ni ile Allah anayobadilisha madhambi ya mja kuwa mema, fa ulaika fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim kwamba hubadilisha kwa fadhila zake yale madhambi ambayo ya amefanya ya yakawa mema. Kwa hiyo pia uh, ni sampuli nyingine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala waja wake. Sampuli nyingine ni hiyo, anaafu. Anaafu ni kufuta kabisa, zero kabisa, kwamba umefanya dhambi uh, kisha Allah akakufanyia uh, taswa afu yake. Kwa hiyo haipo hata hiyo dhambi kwenye kitabu, huwa imefutwa kabisa. Hiyo inaitwa hiyo afu. Mtume Muhammad saaa salam alimkumbusha Aisha na nyuma yake umma mzima wanapobiriki Lailatul Qadri, basi wakuomba atabaraka wa taala awasamehe madhambi yao kwa sababu anapenda kusamehe madhambi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Na mja aaaw akatazwi kabisa kuomba yale ya kheri katika nyumba zake zote mbili, nyumba yake ya dunia na nyumba yake ya akhira. Sababu pia ni usiku ambao washukiwa mno waje kujibiwa dua zao, kwa sababu ya wingi wa malaika wanaoteremka katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala katika lisema tanazzalu malaikati wa ruhu fiha, teremka malaika na jibril katika huo usiku kwa kuteremka malaika wengi, ni ishara ya kukithiri barakati kwenye huo usiku tayari na kukithiri khairati, na kwamba dua zaitikiwa na malaika Nazina na zina nafasi kubwa mko hiyo. Kwa mtu akatazwa kuomba yale ya kheri katika nyumba zake mbili, ya dunia na akhira. Na katika athari haijulikani kwamba Jibril anateremka hapa duniani ukiakilia huo usikuelewa. Jibril ana wadhifa aliyopewa maalum wa kusimamia naabaraata, nao ni kuleta ujumbe wahi wa mitume. alivokufa mtume mhamsala, ambaye ndio mtume wa mwisho, manake aslan ule wadhifa wake mkuu umeisha, sabau mitume imeshaisha haijulikani kwenye aa Jibril ateremka hapa duniani kiachilia huo usiku ile la tukufu, lakini kwenye huo usiku na yeye mwenyewe anateremka na za malaika, na malaika pia malaikalia ateremka Jibril katika, katika huo usiku salamu ya hadi matla'i al-fajr huwa ni amani, amani tupu mpaka alfajiri inapochomoza. atupe taufiki na himma ya

kufuata fadhila zake na tuache kuvizia vizia, kama ambavyo wengi tuna kwa tuna vizia vizia. Usiku huu umejitokeza wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwezi 21 umejitokeza, 23 umejitokeza, 25 umejitokeza, 27 umejitokeza, 29 umejitokeza, na utaona ni hikima yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, badala ya mambo yasipatikane kwa kuvizia, badala yake shughulikeni. Na ndio Mtume akasema taharau Lailatul Qadri utafuteni shughulikeni, angaikeni. Ingekuwa ipo maalum, unajulikana, hakuna sababu ya. Kwa hiyo tunakumbushana haya, iwe ni sababu ya sisi mama okay, usiku ili tuweze kupata fadhila hizo, sawa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.